Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt Juma Homera katika kongamano la Fundi Smart jijini hapa, mkuu huyo wa wilaya amesema taaluma ya ufundi inahitaji weledi na maadili ya hali ya juu. Tuna kazi ya kuwaaminisha wateja wetu kwamba sisi ni waaminisha. Eh, tukumbushane hili kila mara, ili jamii tuamini kwa kuwa ni jamii ndogo ila yenye uwezo wa kujenga, kutumia protrakta au alezi taasisi lakini miradi mingi kwenye almashauri zetu inafanywa kwa force ya kaunti. Force ya kaunti maana yake kazi yende kwa mafundi mingi hapa, hizi inakuwa ni changamoto kweli kweli. Lioko mtaani ni kwamba unapotumia fundi wa kawaida ni kwamba uwe unatembea na pana fkol au uongo welu, kwa sababu lazima atakuumiza kichwa kama mfano ndivyo tunavyofanya, unamchukua fundi wa mtaani, lakini umeandaka miandaka kwenye gari adawaisi utakuja kubeba pala matatizo yenu. Kwa upande wake, Mkurugenzi Mkuu wa VETA, CPA Anthony Kasore, amesema serikali inaendelea kujenga vyuo 65 kote nchini ili kukuza ujuzi kwa vijana. Lakini sababu na hiyo, katika kufanya utuwali wa ujuzi tunajukumu la kuhakikisha kwamba kwa ujuzi unapatikana kila mahali na sasa hivi VETA tuna jumla ya vyuo themanini hapa nchini ambavyo vinatoa mafunzo katika wilaya na mikoa mbalimbali, lakini pia serikali ya Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hivi inaendelea na ujenzi wa vyuo sitini na tano ambapo ujenzi huu unahusisha chuo kimoja cha mkoa wa Songwe lakini pia na vyuo vingine katika wilaya sitini na nne na tunaamini vyuo hivi vinaenda kusaidia wananchi waliokoko katika hizo wilaya, na mwisho wa siku wananchi wao wanaweza kupata ujuzi kutokana na shughuli zao za kiuchumi ambazo wanazitekeleza katika. Leo naye Mkurugenzi wa Fundi Smart, Fredi Pole, amesema wanakamilisha app maalum ya kuwaunganisha mafundi na wateja ili kurahisisha huduma. Tunafanya kazi pia na mafundi kwa kuwaunganisha na viwanda. Tuna changamoto kubwa ya vifaa visivyo na ubora, lakini pia tunao changamoto ya mafundi ambao hawajui namna ya kutumia bidhaa. Matokeo yake mteja anapata hasara. Mathalan, unanunua mabati kwa bei kubwa, unawezeka nyumba, baada ya miezi sita nyumba inavuja. Mteja atamlaumu fundi, sindio? Mafundi, sindio? lakini kumbe inawezekana fundi hajui kutazama mabati gani ya nikiripoti kutoka hapa, mm, mkoani Mbeya. Mimi ni Samweli Mpogole.